Naongea na mtu asikie, hakuna atakaye kupangia nchi yako, wengine wote watasimama kwa ajili ya kukuharibu. Tanzania lazima uielewe kuanzia rohoni. Umezaliwa hapa, umekaa hapa, endelea kuiombea itamkia amani. Haleluya, utende Yeremia 29, anza mstari wa tano. Anasema jengeni nyumba mkakae ndani yako, ndani yake kapandeni bustani Mkale matunda yake, oeni wake, mkazae wana na binti, kawaozeni wake wana wenu, mkawaoze wanaume binti zenu, wazae wana na binti, mkaongezeke huko wala msipungue. Mungu anafanya reformation au restoration. Anasema anzeni sasa kuoa, anzeni sasa kujenga na amtajenga muache. Mtakapojenga mtakaa ndani yake, mtakapooa wake watakuwa wa kwenu, mtakapozaa watoto watakuwa imara, na mahali hapo kautakieni amani mji ule ambao mlichuku kuliwa mateka ili katika amani ya mji na amani yenu ikastawi. Hebu inua mkono wako juu, sema e bwana Yesu, e bwana Yesu, nimesikia ya kwamba ni saa ya kutoka na kufanya mambo ya mafanikio, kufanya mambo ya maongezeko, ni saa ya kutoka, ni saa ya kutoka ya kufanya mambo ya mafanikio kwenye maisha yangu, ni saa ya kwenda shamba, ni saa ya kwenda kwenye biashara ni saa ya kuongezeka. Neno lako linasema utakieni ule mji amani. Asubuhi ya leo tunatakia amani Tanzania, tunatakia amani Tanzania. Tanzania, Tanzania, nakutakia amani, nakutakia amani, ninakutakia amani, ewe nchi yangu, ewe nchi yangu, rikoshatayakashata ripokoshata yakashata, katika amani yako nikawe na amani, katika amani yako kafanye biashara katika amani yako nikawe na ndoa nzuri, katika imani yako huduma iendelee katika amani yako. Tanzania, Tanzania, nakutakia nakutakia na nakutakia amani. Nisikie kila anayeomba, nisikie kila anayetamka amani, amani, amani. Tamka tamka amani kwenye mji, tamka amani kwenye malango, tamka amani Tanzania. Anasema utakieni ule mji amani, ambao mlichukuliwa mateka. Anasema utakieni ule mji amani ambao umekaa ndani yake, wala usinyamaze. Maanisha, maanisha, Tanzania ni nyumbani kwako, Tanzania ni sebleni kwako, Tanzania ni chumbani kwako, Tanzania ni nchi yako. Katika amani ya Tanzania maisha yako yaongezeke, katika amani ya Tanzania watoto wako wasome, katika amani ya Tanzania ndugu zako wawe hai. Tamka amani, tamka amani, tamka amani, na viongozi wa Tanzania wawe wa amani na uongozi wa Tanzania uwe wa amani, uwe wa haki. Tunatamka amani, tunatamka amani. Endelea kuomba, endelea kutamka. Wewe tamka amani, amesema tamka amani, amesema tamka amani, amesema tamka amani, tamka amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani, amani. Yesu, tunatamka amani juu ya Tanzania, Tamka amani kama neno lako linavyosema katika kitabu cha Yeremia ishina tisa stari wa tano hadi wa saba Tutamke amani ili tuongezeke ili tuzalishe ili tustawi, biashara ziwe nzuri. Amani amani, nakutamkia amani, nakutamkia amani. Amani utengwe mbali na magomvi, utengwe mbali na vita, utengwe mbali na uonevu, utengwe mbali na kafiru. Shata yakashata, amani iwe fungu lako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.